Taarifa yake Maulidi Mbanga inatupa nafasi ya kusonga mbele. Kwa taarifa nyingine, bado tunasalia ndani ya ziwa Victoria, ambapo sakata la uhaba wa samaki linageuka kuwa mweba mkali kwa wakazi wa kanda ya ziwa Victoria. Viwanda vimesema kwamba hilo linachochea uwepo wa uhaba wa ajira, jambo ambalo linapelekea kuwa ngumu kufikiwa kwa Dira ya elfu mbili na hamsini ambayo ambao inaanza kutekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa undani wa taarifa hii Adam Belije anasimulia zaidi. Sato, sangara, ni vilio vimetawala, si tu kwa wafanyabiashara wachuhuzi, bali hata watumishi wa viwandani, na hii ni kufuatia kile wanachoeleza sintofahamu, adha ya kupotea kwa samaki katika mwambao wa ziwa Victoria na maeneo jirani. Swala la upungufu wa samaki limeathiri upande wa ajira kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu miaka ya nyuma sana tulikuwa tuna uwezo wa kukata samaki tani 65 kwa siku. wafanyakazi walikuwa kwa siku wafanyakazi zaidi ya 200. wafanyakazi wamepungua kiasi kwamba sasa hivi almost tuna watu waliopo katika mkataba ni kama 85. Kufuatia adha hiyo ambayo imeelezwa kuwa kikwazo kwa, kwa mausakabali wa maisha ya jopo la vijana wanaozunguka ziwa Victoria, hususan hususani mikoa ya mwanza na Mara, katibu mtendaji wa umoja wa viwanda vya kusindika samaki anaeleza uvuvi haramu kama chanzo kikuu cha adha hiyo ya kufifia kwa zao la samaki katika mwambao wa ziwa Victoria. Kuna baadhi ya meza zilikuwa ziko, ziko empty hazina watu. Hiyo ni ishara kwamba kuna upungufu mkubwa sana rasilimali ya samaki kwa ajili ya kuchakatwa. Matendo haramu ya uvuvi kumekithi, yani kumekuwa na matendo ambayo yamekithiri yanayofanywa na wavuvi wetu katika shughuli zao za uvuvi. Kuna matumizi haramu ya zana za, za uvuvi ambazo hazizingatii sheria na kanuni za uvuvi. Naye mtendaji mkuu wa mamlaka ya usalama na afya mahala pa kazi OSHA akitoa fununu jitihada za mwarobaini wa adha hiyo inayowakumba vijana wengi, anaeleza kuwa mamlaka hiyo inashirikiana kwa karibu na wawekezaji mbalimbali katika sekta ya uvuvi ili kupunguza changamoto mbalimbali ikiwemo kudorora kwa ajira katika sekta hiyo. OSHA ipo kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi. Kwa hiyo sisi kama watendaji, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba wawekezaji wanalindwa Tat, changamoto zao zinatatuliwa ili kuhakikisha kwamba ajira zinazaliwa. Akitolea ufafanuzi kwa niaba ya serikali, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Clement Sangu anabainisha sekta ya uvuvi kuwa ni nyenzo muhimu ya kusimika ajira kwa Watanzania. Sekta hii ya uvuvi ambayo kwa kiasi kikubwa inachangia pia katika pato la taifa kwa wastani wa Asilimia moja nukta saba mpaka mbili. Kama waziri wa kazi kwa niaba ya serikali nimezipokea changamoto zote mlizozisema, kama serikali kwa ujumla wake tutazifanyia kazi Ziwa Victoria huzalisha karibu tani laki tano ishirini na nane elfu na mia saba hamsini za zao la samaki kila mwaka zenye thamani ya shilingi trilioni tatu nukta nne mbili ambazo ni sawa na asilimia themanini ya samaki baridi wanaozalishwa nchi nzima, huku nchi jirani kama vile Kenya na Uganda zikipokea tani elfu arobaini hadi elfu sitini za samaki kutoka Ziwa Victoria. Adam Bilinyi, Kandili la SAUT.